Tukielekea huko nchini Korea Kaskazini tunafahamishwa kwamba kwa mara ya kwanza nchi hiyo imethibitisha kuwa ilituma wanajeshi kuipigania Urusi dhidi ya Ukraine. Katika ripoti ya shirika la habari la serikali KCNA, jeshi la Pyongyang lilidai kuwa wanajeshi wake walisaidia vikosi vya Urusi kukomboa kikamilifu eneo la mpaka wa Kursk, kulingana na agizo lililotolewa na kiongozi Kim Jong Un. Hatua hiyo inajiri siku chache baada ya mkuu wa majeshi wa Urusi Valery Gerasimov kusifia ushujaa wa wanajeshi wa Korea Kaskazini wakati wa mashambulio ya Urusi. Mara ya kwanza Moscow imekiri hadharani kuhusika kwao pia anadai Moscow ilipata tena udhibiti kamili wa eneo la Kursk magharibi mwa nchi hiyo, madai ambayo yamekanushwa na Ukraine. Idara za ujasusi za Korea Kusini na magharibi zimeripoti kwa muda mrefu kuwa Pyongyang ilituma maelfu ya wanajeshi wake Kursk mnamo mwaka jana. Uamuzi wa kupeleka wanajeshi ni kwa mujibu wa mkataba wa ulinzi wa pande zote kati ya Pyongyang na Moscow, ilisema KCNA. Waliopigania haki wote ni mashujaa na wawakilishi wa heshima ya nchi yetu, Kim alisema, kulingana na KCNA. Kwa Kaskazini na Urusi zilionyesha muungano na undugu wao huko Kursk na kuongeza kuwa urafiki uliothibitishwa na damu utachangia sana kupanua uhusiano kwa kila njia. KCNA haikusema nini kitatokea kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini baada ya misheni yao huko Kursk kumalizika. Ripoti kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini walikuwa wametumwa ziliibuka mwezi Oktoba kufuatia kuimarika kwa uhusiano pande mbili kati ya Kim na Putin. Hii ni pamoja na kusainiwa kwa makubaliano ambapo kiongozi wa Urusi Vladimir Putin na Kim walikubaliana kusaidiana iwapo nchi zote mbili zinakabiliana na uchokozi. Mnamo mwezi Januari mwaka huu, maofisa wa nchi za Magharibi